Haikuwa Namanga ambayo kawaida ni kitovu cha biashara baina ya nchi mbili jirani, isipokuwa uwanja wa maandamano ya vijana wa Kenya wakitishia kuingia Tanzania kwa nguvu kwa kutaka kuwatetea wapinzani wa, wa serikali ambao vijana hao walisema walikuwa wametengwa kando katika uchaguzi mkuu wa nchini Tanzania. Safari hii vijana wa Kenya walitaka kuvuka mpaka si kwa biashara kama kawaida, bali kuonyesha mshikamano wao na kambi wa chini ya upinzani nchini Tanzania. Makabiliano yakazuka, na baadhi ya maisha yakapotea na wengi kujeruhiwa vibaya. Kumea hapo watu ila ndio askari walikuwa wanatupiga na jiti ya gasi mjomba wangu, askari walikuwa wanatupiga na jiti ya gasi mjomba wangu, yaani mpaka mambo mengine wamepiga wa Kenya huko wanapiga marisasi mjomba wangu imeenda imeenda vibaya sana siku ya leo. Kuona hali ikizidi kuharibika, polisi wa Kenya waliingilia kati na kuzuia umati wa vijana hao kutoka Kenya kuingia Tanzania. Hali hii iliyoshuhudiwa katika mpaka wa Namanga inaashiria kuwa ukosefu wa amani katika nchi moja unasambaa katika nchi jirani na pia mapambano ya demokrasia yanavuka mipaka. Serikali ya Tanzania ilitumia mbinu ilizoeleka kwenye mataifa yenye tawala kama zake kwa kuzima mawasiliano ya mitandaoni. Kitendo hiki cha kuzima mitandao yote kiliyafanya mawasiliano kuwa magumu na watu wasijue kile kilichokuwa kikiendelea ndani ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Hata hivyo, watetezi na wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na waandishi wa habari mjini Nairobi waliingilia kati kwa kile walichoamini ni kuwasaidia raia wa Tanzania kwa kusambaza picha na video walizozipata kutoka huko ambazo walihisi serikali ya Tanzania ilikuwa ikijaribu kuzificha. Mwandishi mkongwe wa habari nchini Kenya Yasini Juma alisema huu ulikuwa ni wakati mgumu. Uh, vurugu zikiendelea nchini Tanzania, uh, wanaharakati hao, wali, waliweza kujipanga kufanya mikutano, misururu ya mikutano mjini Nairobi kuelezea dunia yaliyokuwa yakijiri uh, Tanzania haswa, ikizingatiwa kuwa vyombo vya habari nchini Tanzania havikuwa na sauti. Kazi yao iliyofanya ulimwengu uendelee kuelewa jinsi haki za binadamu zilivyokuwa zinakandamizwa, ikiwa ni pamoja na namna vyombo vya usalama vilikuwa vikiwashambulia na kwa hao waandamanaji kisha kuficha mili yao. Hatua za mashirika ya kiraia nchini Kenya zilikwenda mbali zaidi kwa kushinikiza uwajibishaji wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kutekeleza itifaki zao kuhusu utawala na haki za binadamu. Itifaki ya jumuiya hiyo inazitaka nchi wanachama kuhakikisha utawala bora, demokrasia na utawala wa sheria pamoja na haki kwa wote. Lakini sasa wanaharakati wa Kenya wanasema Tanzania imepoteza imani hiyo. Swali linabaki pale pale, ikiwa nguvu na mshikamano huu wa kuvuka mipaka utafanikiwa kuwawajibisha viongozi ambao wanaonekana kujipanga kuimarisha tawala zao na kama hali hii inaweza kupanga upya mustakabali wa demokrasia katika jumuiya ya Afrika Mashariki.